Ahbaba rasuli Allah, ndugu zangu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah na kumtakia rehma za dhati kabisa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama khutbatina maudhuu alyaum, khutba yetu ya leo kichwa chake cha habari kinatwambia hivi ndivyo maadili yanavyoteketea, hivi ndivyo maadili yanavyoteketea. Kwa nini nizungumzie maadili? Kwa sababu leo watu husifika na hupendwa kwa sababu ya maadili yao mema. Vile vile watu huchukiwa na hutengwa kwa sababu ya maadili yao mabaya. Na jamii husifika vizuri pale inapokuwa na maadili mema, vile vile hutengwa na kuchukiwa na kusemwa vibaya kwa sababu ya maadili yao mabaya. Leo maadili katika jamii zetu yanakwenda na kuteketea kama vile moto unavyotafuna kuni, na tunafahamu fika kabisa ya kwamba kuni zinavyotafunwa na moto, inafika steji moto unamaliza kuni zote na yanabaki majivu. Ndivyo katika jamii zetu za sasa, maadili, kadri siku zinavyokwenda, yanazidi kupukutika yanazidi kuteketea. Mwisho wa siku, sasa zitabaki ni stori: kulikuwa na shekhe fulani, kulikuwa na imamu fulani au ustadhi fulani, au mtu fulani alikuwa kadha wa kadha wa kadha, lakini sasa yupo kadha wa kadha wa kadha, kwa sababu ya maadili yanavyozidi kuporomoka katika jamii zetu. Naam, dunia yetu hii leo imebeba vitu vingi sana, imekusanya viumbe hai na viumbe visivyokuwa hai miongoni mwa viumbe hai ni sisi wanadamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka katika ulimwengu huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia fanadhirun kaifa taamalun, Allah anakutizameni ni yapi mnayofanya katika ulimwengu huo, ni kitu gani mnafanya katika ulimwengu huo, ni mambo gani mnafanya katika ulimwengu huo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi huwa napenda kusema ni mtu mwenye shabaha, ambaye target yake haikosei. Maneno ya bwana mtume Muhammad hayapiti pakavu, yananyoka mulemule mule. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia inna mima akhafu alaikum min badi ma yuftahu alaikum min zahrati duniya wa zinatiha, hakika miongoni mwa yale ninayoyakhofia ya mimi kwenu ninyi baada ya kufa kwangu ni kule kufunguliwa juu yenu kufunguliwa ninyi dunia na mapambo yake mkafunguliwa starehe mbalimbali za dunia, mkafunguliwa vitu mbalimbali mbali katika dunia. Ni hofu kubwa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu yetu.

Yasikudanganyeni maisha ya dunia yasikudanganyeni maisha ya dunia, iwe itakavyokuwa, iwe nzuri itakavyokuwa, maisha ya dunia siku zote laibu, walahu ni pumbao tu, inatupumbaza sisi kama waja. Naam, usipocheza vizuri na dunia hii, basi kila siku utakuwa ni wa kusemwa, fulani leo kawa hivi fulani leo kawa hivi kwa sababu utakuwa kila siku inayoitwa siku utakuwa unaporomoka kimaadili na kuharibika kimaadili. ma khalaka llahu fil ardhi shay'a, Allah hajapatapo kuumba kitu chochote katika ardhi hii kichache kidogo mno kuliko akili akili ambayo leo wana wa Adamu wameenda mbali zaidi na kutengeneza vifaa vya kisasa na sayansi kwa ujumla, vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia. Vifaa hivyo vimekuwa na matokeo negative, vile vile vimekuwa na matokeo positive katika ulimwengu wetu huu wa leo. Sayansi na, na teknolojia leo imekuwa na matokeo mengi sana kama nilivyokuambia, ina matokeo hasi, vile vile ina matokeo chanya. Sayansi na teknolojia, kupitia hivyo tumepata vifaa kama hivi. Hapa tuna laptop, tuna kompyuta, kuna smartphone, kuna redio na television, na vifaa vingine vya mawasiliano, lakini na vifaa vingine vya kurahisisha kazi. Leo mimi nitaishi katika vifaa vya mawasiliano. Leo tutaangalia vifaa vya mawasiliano katika jamii zetu za sasa za Kiislamu na ulimwengu kwa ujumla. Pamoja na kuwa vifaa hivi vina manufaa mengi sana katika jamii za kisasa, unaweza ukasema kupitia vifaa hivi vya kiteknolojia, si ndio tunapata TV, tunapata redio, tunaweza kufuatilia mawaidha mbalimbali na mimi hilo silipingi, ninalikubali tena kwa asilimia mia. Labda nianze na mazuri tunayoyapata kupitia sayansi na teknolojia. Maendeleo ya sayansi na teknolojia imefika sasa, waswahili tunajisemea, ulimwengu ni kama kijiji. Unaweza kufuatilia taarifa ya popote pale ukiwa katika nyumba yako, ukiwa njiani kwa kutumia simu yako kupitia sayansi na teknolojia maendeleo yake, tunapata kusikia mawaidha ya mashekhe mbalimbali mbali. Kupitia vifaa kama, iwe ni simu yako au laptop yako au simu yako au na vingine vingine ambavyo unaweza kufuatilia, unaweza kufuatilia mawaidha ya mashekhe mbalimbali mbali. Lakini unaweza kufuatia darasa za mashekhe mbalimbali mbali. Unaweza kujifunza dua na azkari mbalimbali kupitia vifaa hivyo lakini unaweza kusoma Qurani. Kuna sehemu ukienda misikiti ni mbali, labda uko nyumbani kwako, unaweza kutumia simu yako na kusoma Qurani. Vile vile unaweza kufuatilia khutba mbalimbali za misikiti mbalimbali. Nyinyi leo mnaona live hapa, mnaniona live hapa ninayoyazungumza, lakini wengine watafuatilia tena baadaye na masiku yajayo katika milia hizi nazo ni, ni matokeo ya sayansi na teknolojia. Vile vile daima, shilingi ina pande mbili. Geuza shilingi, upande wa pili, nenda upande wa pili. Katika matokeo ya haya haya ya vifaa vya sayansi na teknolojia, leo mtu yupo tayari kumwasi Allah hadharani. leo mtu yupo tayari kuvua nguo zake hadharani, lakini leo wazinifu wapo tayari kuvua nguo zao, kisha wanafanya zinaa yao. Baada ya hapo, wanajirekodi tukio zima, halafu wanarusha mitandaoni. Wanasahau ya kwamba dunia au ulimwengu ni kama kijiji. Maovu yao, machafu yao, madhambi yao, kila mtu anayaona, popote pale anapokuwa. Leo watu wanaposti picha zao hali ya kuwa wamevaa uchi wala hawajali hilo kama linamkera Allah. Leo watu wanavua nguo zao wanarusha mitandaoni, hawajui kama kuna mkera Allah. Na leo watu wanafanya kila wanaloliweza kila wanalolitaka ili kutafuta followers, ili kutafuta subscribers, ili kutafuta viewers. Wanasahau ya kwamba kila siku panapozidi kukucha na kila anayetia jicho kuangalia pale ya kwamba na wenyewe wanaangukia katika madhambi yale ambayo wenyewe ndio waanzilishi wa madhambi hayo. Naam, jamii zetu za leo za Kiislamu na jamii zote kwa ujumla tumeangukia katika mitandao ya kijamii ambayo vile vile ni zao kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Leo imefika steji, hakuna mwema katika mitandao ya kijamii, hakuna msalia mwema katika mitandao ya kijamii. Na walivyokuwa wabaya hawa watu hata kwamba ukienda kusearch television ya Kiislamu au usachi shekhe fulani, lazima atakuletea pale vitu vyao vingine wanakwambia subscribe sijui nini na nini, halafu unaenda pale una next kumtafuta mtu uliyokuwa unamtaka, lakini kama na wewe ndio wale wale, unaanza kufuatilia tena yale na kilichokuingiza tena kule unakisahau. Naam, leo watu wamekosa maadili katika jamii zetu za Kiislamu, na leo maadili ya Kiislamu tumeyatupa mbali sana, kuanzia wanaume mpaka wanawake Kwanzia Waarabu mpaka Waswahili, maadili ya Kiislamu wengi wetu tumeyatupa. Leo wanaume ambao wanaenda majimu kwenda kunyanyua vyuma kwenda kunyanyua vyuma na kuikuza mili yao hawaoni tena umuhimu wa kuvaa mashati wala hata kaushi wala hata kanzu, wako radhi, wanatembea vifua wazi. Maadili ya kwapi? Mtume wetu Muhammad sala llahu alaihi wasalam, atuambia auratu rajul ma baina surra wa rukba, uchi wa mwanamume ni kutoka kwenye magoti mpaka kitovuni kwake. Wanaume wale wanyanywa jimu, mko wapi sasa na maadili ya wa Uislamu? Mko wapi sasa na kufuata mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Leo wanaume hao hao wakienda kunyanyua vyuma, wanakaza misuli ya miguu, hawaoni tena umuhimu wa kuvaa suruali zao, hawaoni tena umuhimu wa kuvaa nguo zao ndefu. Wanavaa vichupi viboksa mpaka mapajani humo, halafu wanatembea mabarabarani huko, eti yuko jogging anafanya mazoezi. Wapi maadili? Yanazidi kupotea. Ndio maana nilisema maadili, kadri siku zinavyozidi kusonga mbele, ndivyo yanavyozidi kupotea. Mwisho wa siku zitabaki kuwa ni stori tu. Wanawake wetu wa Kiislamu ndio hatari hatari kabisa. Leo wanawake wanaosifika wanaaminika wanasemeka kwa sifa nzuri wakipita barabarani, masha Allah, wanajistiri vizuri sana. Nenda katika mitandao ya kijamii huko, kutoka masha Allah unakuja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanawake wanaoaminika leo hao hao, hao. Nenda katika mitandao ya kijamii utakuta wametoa katika hata zile nikabu zao, wanaonyesha uzuri wa sura zao. Wanawake hao leo wanatoa baadhi majalbabu yake majalbabu yao, wanaonyesha baadhi ya viungo vyao vya miili, wanatoa nguo zao, wanaonesha miili yao kabisa kabisa. Maadili ya Uislamu ya kwapi? Wanadhani kama mama ndio huyu katika mitandao ya kijamii atamwambia mwanae vaa hivi naye akakubali? Inakuwa ni ngumu sana kukataza kitu ambacho na wewe mwenyewe unakuwa ni mdau au ni mhanga wa, eh, wa kufanya jambo hilo leo. Okay, okay, wanawake wa Kiislamu wanajirekodi hali ya kuwa wako uchi wakifanya shughuli zao mbalimbali mbali. Baada ya kujirekodi kwao wanawatumia na wana wanaume, alafu baada ya kuwatumia wanaume, nao wanaume kazi yao ni kushare, wanaweka status, wanaposti mitandaoni kutafuta followers na kutafuta kusifiwa. Wanawake nao wanapenda kusifiwa kweli kweli, wanapoona beautiful, cute, fantastic, umependeza, naomba nitafute inbox, hayo ndio wanayotafutia. Sasa sisi kama jamii za Kiislamu lazima turudi katika maadili yetu ya Kiislamu, bila ya hivyo tutaipoteza dini yetu kimaadili na tutapotea katika maadili, maadili yetu ya Kiislamu. Jambo la kusikitisha zaidi, leo mtu amefariki, baada ya kufariki kwake licha ya kuwa amefariki ameenda kwa mola wake, hamjui alikuwa na madhambi yake mangapi, watu wanamposti hali ya kuwa vile vile amevaa uchi wake, kama ni wanawake amevaa kibukta au gauni ambayo linamwishia kwenye mapaja juu kabisa mapaja, halafu kija juu imemchora mpaka kifuani, imestiri nini sasa hapa? Halafu mnamweka katika mitandao ya kijamii halafu mnaandika umeumaliza mwendo, ameumaliza mwendo kweli? anaenda kuanza safari nzito, na wewe mnazidi kumjazia mizigo. Yeye ni mzigo, na mnaendelea kumjazia mizigo, hamjui anaenda kukutana na vipi na Allah subhanahu wa ta'ala. Happy birthday leo zinawafanya watu wanakuwa machizi mitandaoni, na ukishajua tu fulani leo kazaliwa tarehe fulani, unaenda kumposti, bora umposti aliyekuwa amevaa vizuri. Angalia mavazi ambayo Waislamu leo tumeyaposti katika mitandao ya kijamii watu wamevaa uchi kabisa, halafu tunarusha katika mitandao ya kijamii tunataraji radhi za Allah kweli? Sisi na hao tunawaposti, wanashindwa kuwa wakali vile vile nao kusema, mbona umenibali umeninalili hivi umeniposti hali ya kuwa nimevaa hivi? Akiona umeniposti anakuambia asante sana, nashukuru Ndipo tulikofikia huko. Mimi nawapa big up wa, wa, wa, watu wa zama za zamani, japokuwa hawakusoma dini na huenda hawakuijua kabisa, lakini jambo zima, suala zima la stara, walikuwa wanajitahidi kuliko vizazi vyetu hivi. Mimi huwa najiulizaga kama huu ni ulimwengu wa smartphone, kama wataleta hawa wenyewe wanaoletaga, wakileta zaidi ya smartphone, vipi ulimwengu utakuwa? Watu watakuwa wana keji mitandaoni huko. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, sinfan min ahli nnari lam arahu ma ba'd, makundi mawili ni makundi ya watu wa motoni, bado sijapata hapo kuyaona. Zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makundi haya hayakuwepo. Mtume Muhammad anatuambia, makundi haya mawili ni makundi ya watu wa motoni, bado sijapata hapo kuyaona.

Ikiwa mwana wa Adamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii mola wake. Na usalama wetu sisi kama umma wa Kiislamu ni kule kuamrishana mema mbalimbali mbali, na kuendelea kukatazana mabaya mbalimbali. Mtume wetu Muhammadi Sallallahu alaihi wasallam anatuambia, makundi mawili ni makundi ya watu wa motoni, bado sijapatapo kuyaona. Moja katika kundi alilolitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, wanisaun, watatokea wanawake, kasiatun, hali watakuwa wamevaa mavazi ariyat lakini kiuhalisia mavazi yao ukiwatazama, wapo uchi kabisa. Ndio wanawake wetu wa kileo sasa, ndio wanawake ambao wale wale waliosemwa na bwana Mtume Muhammad, ndio wanawake ambao walitabiriwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwatazama mavazi yao, ndio haya haya yenye sifa za alizozitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mavazi yao wanavaa kwa ajili ya kuwarusha rusha, rusha wanaume mitaani. Mi huwa sishangai sana kuona mabinti wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu wakipita njiani, hali ya kuwa wamevaa uchi, wamevaa katakei, wamevaa suruali za hovyo. Kinachonishangaza mimi, wametokaje nyumba ambayo pana baba, pana mama, pana baba mdogo, pana kina shangazi, pana wajomba, pana wasimamizi kama hawa, amewezaje kutoka nyumba yenye usimamizi mkubwa kama huu mpaka na randa randa mitaani huku naye baba huko nyumbani ah, mwanangu amekua bwana, binti yangu ya amekuwa sasa, anataka kuolewa bwana, hali ya kuwa nyumbani kwako anatoka hali ya kuwa yupo uchi. Unasababi bwana, kijana wangu amekua, ni kijana kwa kijana wako nyumbani, kwako anatoka uchi, unaamini kabisa, unakuwa na amani huko mitaani, analandaranda tu. Kumbuka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala huyu alikuwa ni kijana wako, sawa Vipi ulimchunga? Ulimfuatilia vipi? Usiendelee kufurahia tu ya kwamba nina kijana nina binti amekuwa, angalia na malezi ambayo wewe unamleza, unamlea. Nichukue nafasi hii kuwa nasihi wale wote ambao kazi yao ni kuposti vitu vya ajabu katika mitandao ya kijamii kwa lengo la kutafuta followers, wadau, kwa lengo la kutafuta viewers, kwa lengo la kutafuta kujaliwa kusubscribe katika chaneli yako katika chaneli zenu mnazozianzisha. Kama upo humu ndani, ukitoka katika Ijumaa hii ya leo, nenda kakae na ujitafakari na ufikirie kesho yako inavyokuwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Vilevile nipende kuwanasihi wazazi ambao mmewapa watoto wenu vijana wenu simu, mmewapa laptop mmewapa kompyuta, wafatilieni, wanaharibika katika mitandao ya kijamii. Huko mitandaoni wanaposti kila kitu, na kama utakuwa umetoa tu simchukua, kijana wangu endelea kufuatilia simu hii. Yoyote unayoangalia hufuatilii, mtoto anaharibika katika mitandao ya kijamii. Lakini ewe mpostiji wa picha za aibu, kama hupo humu ndani, nenda ukafute picha zako za aibu, ikiwezekana achana kabisa na masuala ya kuposti picha za ajabu katika mitandao ya kijamii, turudi kwa Allah. Lakini kurudi kwa Allah peke yake haitoshi, anza kwenda kufuta picha kule, halafu mwombe msamaha Allah, halafu endelea kumwomba msamaha Allah daima wa abadan. Lakini kwa nini yote haya yanatokea? Maofu mbalimbali mbali katika mitandao ya kijamii, madhambi yanayoendelea kuendelea katika mitandao ya kijamii, kwa nini yanatokea? Nilipokuwa huko nilipokuwa mi, huwa napenda kufuatilia eh, vipindi vinavyorushwa katika grupu la waislamu nasaha 24 hours. Katika kufuatilia moja ya hutuba za Ijumaa ilikuwa ikigusia hofu juu ya Allah, khatibu alieleza kwa mapana na marefu mule, lakini nilipoisikiliza ile hutuba nikaja kujua ya kwamba kumbe baadhi ya madai hawana hofu ya Allah, Mashehe hawana hofu ya Allah, maimamu hawana hofu ya Allah, maustadhi hawana hofu ya Allah, maamuma nao usiseme kabisa. Kwa nini tusiwe na hofu juu ya Allah? Ukijenga hofu juu ya Allah, huwezi kutuma vitu vya ajabu katika mitandao ya kijamii kwa maslahi yako mwenyewe, ya, ya kutafuta viewers na followers. Nawaacha kwa swali, nini tukifanye?